Watu walipigania dini hii kwa mali, kwa nafsi zao, kwa hali na mali. Watu walikufa fi sabili llah. Tazameni masahaba walivyokufa kwa sababu ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anamtazama Musab ibn Umair wakati ameuawa, sanda haimtoshi, ikipelekwa kwenye kichwa, miguu iko wazi, ikirudishwa kichwani, miguu iko, kichwa kiko wazi. Mwisho alifanywaje? Nani nakumbuka hadithi? Sanda ikapelekwa kichwani, miguu ikafunikwa na nini? Majani. Mtume anasema namjua kijana huyu, kijana ambao wazazi wake walikuwa ni matajiri. Mus'ab ibn Umair kusilimu kwake ilikuwa ni tatizo na wazazi wake, alifanya kutoroka na familia yake, lakini anakufa pamoja na mafuta yake, yalikuwa yakitoka Yaman. Mafuta yale alikuwa akipita, yale mafuta yake yatoka Yaman, lakini anakufa sanda haimwenei, kwa sababu ya dini, ameuawa kwa sababu ya dini. Hawa ndio watu walioipigania dini ya Allah. Leo tumekaa wachukua mashafu, unasoma. Watu walihifadhi Quran, hebu tazama hifadhi ya elimu. Wakati wa Bwana Mtume sala sallam, hakuna kompyuta, hakuna hizi wasaili za kisasa. Watu wanahifadhi kichwani, watu wanaandika kwenye kuta, kwenye mifupa, kwenye mawe Qurani ikakusanywa ikapitia marahim mpaka leo, wewe unakuja yaumal jumaa, unavuta msafu pale, pia ule msafu pia umewekwa pale bure, pia sadaka usome pia, huwezi kusoma Qurani. Kuna mtu hawezi kusoma.